Zaidi ya wananchi elfu tano kijiji cha Utwari, kata ya Madunga, wilayani Babati mkoani Manyara, wanatarajiwa kunufaika na mradi mkubwa wa maji safi na salama unaotekelezwa na Wakala wa Maji na Usafi na Mazingira wa Vijiji, RUWASA. Mradi huo unalenga kukamilisha changamoto ya ukosefu wa maji safi. Upande wa wananchi wa kijiji hicho wameeleza kufurahishwa na mradi huo wakisema utapunguza adha ya maji na kuboresha afya pamoja na maisha yao kwa ujumla. Natumia uh, maji ya kwenye visima. Kwa hiyo tunategemea kupata maji haya ambayo ni bora kwa afya yetu ya binadamu. Tunaomba serikali waharakishe watoe fedha kwa mkandarasi ili mradi ukamilike kwa wakati. Hii ndio ombi letu. Dhamira ya watu ni kupata maji na changamoto ya huku juu ujiu watu wana changamoto ya maji, kwa hiyo mradi huu unatoa matumaini kwamba wanautwari watapata maji na baada ya wanautwari wana madunga na vijiji vingine vitano. Akizungumza na taswira habari, meneja wa RUWASA mkoa Manyara, James Kiongamela, amesema mradi huo umefikia hatua nzuri ya utekelezaji na unatarajia kukamilika ifikapo Machi mwaka 2026. Huu mradi kwa sasa hivi kwa awamu ya kwanza ni kijiji kimoja na kitafikia watu 5200 ambako tume design na uzuri wa design au mradi tume design kwa miaka ishirini ijayo. Kwa hiyo utaona mpaka hadi kuanza kuona changamoto kidogo ni baada ya miaka ishirini ijayo. Nimetembelea mradi huu, nimeridhishwa na kazi ambayo imefanyika mpaka sasa, na nimetoa maelekezo kwa wenzetu wa RUWASA waendelee kusimamia ili mradi ukamilike kwa wakati tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, ambapo ndio lengo kuu la serikali kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Kutoka hapa kijiji cha Utwara, kata ya Magungu, wilayani Babati, mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, kimvuli cha jamii.